Moja ya stori kubwa ambayo ina trendi kwenye mitandao ya kijamii katika anga za kimataifa ni pamoja na stori ambayo inasema kuwa serikali ya rais wa Marekani, Donald Trump, imethibitisha kuwa mwandishi na mhariri wa jarida la The Atlantic alijumuishwa kwenye taarifa za siri zilizovuja katika mitandao ya kijamii kuhusu mpango wa mashambulizi dhidi ya kundi la waasi wa Kihouthi wa nchini Yemen. Jumatatu, The Atlantic ilichapisha makala ya mhariri mkuu wake Jeffrey Goldberg, ambaye alieleza mshtuko wake baada ya kugundua kuwa alikuwa ameongezwa kwenye mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea kwenye kundi hilo ambapo maofisa wa ngazi ya juu ya serikalini walikuwa wakijadili hatua za kijeshi dhidi ya kundi hilo Nanoko, dunia iligundua muda mfupi kabla ya saa nane mchana kwa saa za Mashariki, Machi 15, mwaka huu kuwa Marekani ilikuwa inashambulia maeneo ya Wahuthi kote Yemen. Goldberg Goldberg aliandika katika aya ya mwisho ya makala yake. Hata hivyo, mimi nilijua saa mbili kabla ya mabomu ya kwanza kulipuka kuwa shambulio hilo lingeweza kutokea. Sababu ya mimi kujua ni kwamba Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, alinivujishia mpango wa vita saa 11 na dakika 44 alfajiri, amesema mhariri huyo. Goldberg alieleza kuwa alipokea ombi la mawasiliano kutoka kwa mtumiaji aliyejitambulisha kama Michael Waltz ambaye ni mshauri wa usalama wa taifa wa Trump, kupitia mpango wa programu ya yes, Signal. Lakini muda si mrefu, alijikuta katika mazungumzo na maofisa 18 wa serikali, baadhi yao wakionekana kuwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, makamu wa rais J.D. Vance, na Peter Hegseth. sijawahi kuona uvunjaji wa usalama wa aina hii, Goldberg aliandika. Hatimaye aliarifu ikulu ya White House kuhusu uvunjaji huo wa usalama na kujiondoa kwenye kundi hilo la mazungumzo. Serikali ya Trump imethibitisha tukio hilo kupitia taarifa kutoka kwa baraza la usalama wa taifa iliyotolewa kwenye vyombo vya habari, nanukuu: kufikia sasa mfululizo wa jumbe zilizoelezwa unaonekana kuwa halisi na tunachunguza jinsi nambari isiyo sahihi ilivyoongezwa kwenye mazungumzo, amesema msemaji wa baraza hilo Brian Hughes. Majadiliano ya hayo yanaonyesha uratibu wakina na wakimkakati waki kati ya maofisa waandamizi wa serikali dhidi ya kundi hilo la Kihuthi, amesema katika mkutano wa waandishi wa habari baadaye Jumatatu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Tammy Bruce alikataa kutoa maoni na kuwataka waandishi wa habari waelekeze nguvu kubwa kwenye maswali yao kwenye maswala ya ikulu ya White House na sio swala hilo. Trump pia alishinikizwa kutoa maoni kuhusu kashfa hiyo wakati hafla ya uzinduzi ya kiwanda cha chuma huko Hyundai, huko Louisiana, ambapo alisema sijui lolote kuhusu hili Trump alianza kwa kusema hivyo, kisha akatoa kauli ya dharau kuhusu jarida lenyewe, ambapo alisema namnuku, si shabiki wa The Atlantic. Kwangu hilo ni jarida linaloelekea kufirisika. Sidhani kama ni jarida la maana, lakini sifahamu chochote kuhusu swala hili, alisema Trump, mwisho wa kunuku. Baada ya kukebei jarida hilo, Trump alienda mbali na kuomba waandishi wa habari wampatie maelezo kuhusu uvunjaji huo wa taarifa za usalama wa taifa. Ulikuwa ukizungumzia nini? Trump aliuliza, kisha akaonekana kuchanganya uvunjaji huo wa usalama na jaribio la makusudi la kuvuruga operation ya kijeshi ya Marekani nchini Yemen. Nanuku. Lazima alikuwa na athari kubwa kwa sababu shambulio lenyewe lilifanikiwa sana na weza kukwakikishia hilo, Trump alisema. Siku si jui chochote kuhusu hili, ninyi ndio mnieleze kwa mara ya kwanza, alihoji Trump, mwisho wa kunoku. Kutokana na sakata hilo, wakosoaji wa Trump wametoa wito wa uchunguzi kufanyika ambapo Seneta Chris Coons wa Democrats katika jimbo la Delaware ni miongoni mwa waliotaka bunge la Congress lifanye uchunguzi na kuwajibisha waliohusika. Ripoti ya Jeffrey Goldberg katika The Atlantic inahitaji uchunguzi wa haraka na wakina Coons, aliandika kwenye mtandao ya kijamii, mwisho wa kunukuu, iwapo, wa kunukuu iwapo washauri wa ngazi ya juu ya Rais Trump walitumia mifumo isiyo salama na isiyo rasmi ya serikali kujadili na kusambaza mipango ya vita, basi huu ni uvunjaji mkubwa wa viwango vya kushughulikia taarifa za siri, hali ambayo ingeweza kuhatarisha baisha ya wanajeshi wa Marekani. Lakini je, ni nini kilitokea? Wimbi jipya na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Wahuthi lilianza Machi 15 mwaka huu baada ya Trump kutangaza kwenye mitandao ya kijamii kuwa aliagiza jeshi la nchi hiyo kuchukua hatua kali na madhubuti dhidi ya kundi hilo la Yemen. Lakini mawasiliano ya Goldberg na mazungumzo ya siri ya Signal yanaonyesha jinsi uamuzi huo ulivyofikiwa. Waasi wa Kihuthi wa muda mrefu wamekuwa shabaha ya mashambulizi ya kijeshi ya Marekani, ikiwa ni pamoja na nchi mtangulizi wa Trump ambaye ni rais wa Marekani aliyepita Joe Biden. Tangu Oktoba 2023 Wahuthi wamekuwa wakishambulia meli za Israel na meli za kibiashara katika bahari Nyekundu na maeneo jirani wakipinga vita vya Israel huko Gaza. Tangu wakati huo takribani meli mia moja za kibiashara zimevamiwa na Wahuthi na mbili kuzamishwa. Hata hivyo mashambulizi haya yalipungua Januari baada ya kusimamishwa kwa muda kwa vita vya Gaza. Hata hivyo, Trump alitangaza mapema katika muhula wake wa pili kuwa angeweka Wahouthi kwenye orodha ya makundi ya kigaidi ya kigeni, hatua iliyotekeleza mapema mwezi huu. Kisha Machi mbili mwaka huu Israeli ilianza kuzuia kushu misaada ya kibinadamu kuingia eneo la Gaza, hali ilisababisha upungufu mkubwa wa chakula na vifaa vya matibabu, na Wahouthi walitoa onyo kuwa wangepiga tena ikiwa vizuizi hivyo visingeondolewa. Mkataba wa kusitisha kwa mapigano ya Gaza umesambaratika tangu wakati huo, ukisababisha vifo vya uharibifu zaidi katika eneo hilo la Wapalestina Mnamo Machi 11 mwaka huu Goldberg alisema alipokea mwaliko kutoka kwa Waltz, mshauri wa usalama wa taifa kupitia Signal. haku Sikuwahi kufikiria kwamba mshauri wa usalama wa taifa angekuwa na uzembe wa kiwango hiki, ukimjumuisha mhariri mkuu wa The Atlantic katika mazungumzo ya ndani ya maofisa waandamizi wa Marekani wa hadi makamu wa rais, Goldberg aliandika. Hata hivyo mazungumzo hayo yalionyesha mgawanyiko wa sera wa ndani wa, wa utawala wa Trump ambapo makamu wa rais Vance alionyesha wasiwasi kuwa shambulio dhidi ya Wahuthi lingewanufaisha zaidi wazungu kuliko wa Marekani, lakini waziri wa ulinzi Hegseth alihimiza shambulio hilo ulifanyike mara moja, akihofia kuwa uvujaji wa taarifa ama Israeli kuchukua hatua za kwanza ndio mpango uliopo. Maofisa wa utawala huo walijadili jinsi Marekani inavyoweza kunufaika kiuchumi kutokana na hatua hiyo huku mmoja wao aliaminika kuwa mshauri wa Trump, Stephen Miller, alisisitiza suala hilo. Rais alikuwa wazi, mashambulizi yaanze, lakini lazima tuwafanye Misri na Ulaya kuelewa matarajio yetu, alisema Miller, mwisho wa kunukuu. Goldberg alijitoa kwenye kundi hilo na kuuliza ikiwa mazungumzo hayo yalikiuka sheria ya rekodi za serikali, kwani ujumbe zilikuwa zimewekwa kisha kufutwa kiotomatiki. Kundi hili lilikuwa likisambaza taarifa kwa mtu asiye na idhini ya kuziona, Goldberg aliandika. Hili ni tafsiri halisi ya uvujaji wa siri. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayoendelea kuhusiana na mzozo huo, ambapo unaonyesha jinsi ambavyo Marekani imekuwa ikipanga mipango yake kuhusiana namna inavyoweza kuanzisha mizozo na vita ama mapigano kwa ajili ya kunufaika na mizozo hiyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.